Tanzania imekuwa ni nchi yenye amani barani ya Afrika, hasa Afrika Mashariki. Ni nchi ambayo haijakumbwa na vita ya aina yoyote, ila kwa mara ya kwanza katika uchaguzi wa urais wa mwaka huu ndipo ambapo watu wameona wadai katiba mpya, katiba ambayo imekuwa ikidaiwa, huo ni mwaka wa kumi, miaka minne imepita, wananchi wakidai katiba ambapo mafanikio yamekuwa hakuna. Kwa hiyo watu waliamua kwanza kudai katiba baada ya kuona raia wanauawa sana, raia wanapotea. Yoyote ambaye anajaribu kuongelea katiba au kukosoa serikali anauawa, yaani anatekwa usiku, anakwenda na uawa na watu wasiojulikana. Kwa hiyo taifa limekumbwa na kilio na uchungu, sababu baadhi ya watu wamepoteza ndugu zao. Mpaka leo hii ndugu wengi wamepotea, hatujui wako wapi wanauawa wengine watupa baharini, wengine mtoni, wengine porini, wengine barabarani. Ni kitu ambacho kimejenga hofu kwa wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo tumeishi kwa hofu na mashaka, tukaona hapana, huu ni wakati ambao wa kudai katiba, na pia tumeona kwamba hata kama tukiomba, tukiomba katiba huwa watekelezi serikali inapuuza, kwa kweli serikali inapuuza. Watu wakaona hapa kuna haja ya kuweka pingamizi, kuandamana. Maandamano yalikuwa ni maandamano ya amani, akoa maandamano ambayo ni afujo. Aa, la asha, watu tumeomba katiba mpya. Yale maandamano yapo kwenye katiba, inaruhusiwa kuandamana kudai haki pale ambapo panapaswa kudai haki, lakini serikali ya Tanzania imekuwa inapinga vikali kwamba mkiandamana tu mtapigwa, mtavunjwa miguu lakini vijana wa Gen Z waliamua kusimama na kuandamana tarehe ishirini na tisa ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi hiyo. Alfajiri asubuhi, wakati vituo vya, vya kupiga kura viko wazi, wananchi wachache sana katika asilimia mia moja, karibia takriban asilimia ishirini ndio walifanikwa kupiga kura, lakini wananchi wengi hawakupiga kura kabisa. Watu wameingia barabarani kuandamana kudai katiba. Hmm, cha ajabu ambacho kimetokea, ki polisi walikuja wa, barabarani kuja wa, kuzuia uh, maandamano, wakaanza kupiga risasi, fyatua risasi, fyatua risasi. Hapo hapo jeshi la wananchi pia likaja kulinda wananchi. Jeshi la wananchi limekuwa likilinda wananchi waandamane kwa amani, hasa ile siku ya kwanza ya tarehe ishirini na tisa, siku ya kupiga kura. Kadri masaa yalivyoendelea wananchi waliandamana kwa wingi, waliandamana kwa wingi wakidai katiba mpya, hatutaki CCM, hatumtaki mama Samia, waliandamana kwa nguvu, kwa umoja. Cha ajabu, siku ya pili, kuna watu wametokea ambao hawakuvaa ah, sare za polisi wala sare za jeshi, wakaanza kuwa, kuwa raia, waliingia mitaani, kila kijana ambaye anaonekana yuko barabarani anapinga wana shot wanapiga risasi, wanapiga risasi, wananchi wamefariki kwa kudai katiba mpya, kwa kudai katiba mpya. Hata kama kuna uharibifu wa miundo mbinu ambao umefanyika, wananchi wametarget ile miundo mbinu ambayo ni sensitive ya wale viongozi ambayo ni corruptive, very corruptive kwenye serikali ya Tanzania wengi wao kama yale mabasi yaendayo mwendo kasi, kuna mengi ambayo ni afisadi. Mmoja anaitwa Rostam Azizi ndio ameyaingiza, kwa hiyo wameua mabasi yale ya kwanza sirikari, ya serikali ya BRT wakaamua amweke mwekezaji ambaye ni mzao wa Tanzania ambaye ni fisadi, yale mabasi ambayo ni ya kijani ambayo amevunjwavunjwa me, wananchi wao wametarget wale mafisadi mali zao, hata zile, zile, zile shere za mafuta ambazo wali wali walizichoma, wali ni za wanasiasa. Kuna sheri inaitwa Lake Oil. Lake Oil ni ya ni ya mtoto wa rais mstafu, rais mstafu rais, rais Kikwete, ndo mwanaye ndo amekuwa akimiliki zile, zile sheri za Lake Oil nchi nzima. Wananchi walitageti wali wakaenda wakazichoma. Kuna shuru moja ya magari ma, magari pale mjini, na yeye pia ni nia waziri wa fedha waziri wa fedha. wananchi walichoma wananchi akutageti miundombinu ya serikali waharibu uh -uh, waitageti zile, zile mali za wale mafisadi wale corruptive leaders kwenye serikali ndo waliziharibu eh. Ile siku ya pili ndipo ambapo serikali iliamua kutangaza kwamba shafika saa sita amekutoka nje, wakazima na internet pale ndipo ambapo wananchi wameuawa wa kwa wingi sana, maelfu wameuawa wa sana, wameuawa sana sana. Na pia rais Samia aliomba kuna jeshi fulani kama ni kikundi kipo Zanzibar kule visiwani Zanzibar, wale pia aliwaomba waje barani huku, waje kusaidia kuua raia. Kwa hiyo serikali ya Tanzania walikubali wananchi wauawe, wakafumba macho, wakawaungii chochote. Yaani hakuna kiongozi wala waziri wete ambaye alisimama kutetea wananchi wasiuawe. Na pia jeshi la Tanzania nao pia walifungiwa makambini huko, hamna kutoka, ili huo ukatili uovu utekelezwe kama ilivyotekelezwa hivyo. Kwa hiyo wanajeshi nao pia sasa hivi ndio wameshaachiwa muda huu na wao pia awajui nani aliyekuwa anaua raia, lakini ndio hizo video ambazo nimekutumia hapo hizo ambazo nimeziona hizo, kuna jamaa walifyatua risasi. Hao sio askari wa Tanzania hao. Jeshi la Tanzania limekuwa linawalinda hata askari wenyewe wa Tanzania, wa Tanzania wenyewe pia hawakuwa na, na nguvu kubwa ya kushuti raia kwa kufyatua risasi, hapana. Ila yote yamefanyika, amefanyika ya na hao wanajeshi kutoka Uganda au kutoka Zanzibar hiyo private police yeah, ndio wamefanya huo uharibifu huo, na vyombo vya habari viminywa sana kutoa information na internet walifunga, wamefungua leo baada ya mama Samia kuapishwa. Na hata kama ameapishwa, wananchi wanasema kwamba hawatakubali, wataendelea kuandamana mpaka katiba mpya I, oh, oh, mpaka wapate katiba mpya waipate, ndipo ambapo watanyamaza, pamoja na leo hii na, ameapishwa na, na, na, na wananchi bado wanauchungu, kwa sababu miili ya ndugu zao miili ya watoto wao bado ichukana ilipo, yaani mochari zimejaa maiti polini huko zime, zime, zime kuna maiti zimetupwatupwa, kuna, nasikia pia kuna maiti ambazo zimechomwa kwenye tanuru la moto huko. Upande pande za Mbeya naye mikoa na, na, mikubwa hiyo, yaani kuna miili mingi imepotea aio, lakini wananchi wameona usiku maiti zinaokotwa nyingine, wakienda hospitalini kuulizia kwamba hawa ndugu zetu hapo hospitalini wapo, kwa ipo kwa hiyo miili mingine shachomwa. Wananchi ambao wamefariki ni wengi, wala si wachache. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kienda Tanzania. Asanteni.